mimi nipende kuwashukuru sana wananchi wajuruligwa kwa mahudhurio yenu. Kwanza kabisa mnajua kilichotuleta hapa ni uchaguzi wetu mkuu. Abrahmu kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi ndiye mgombea wetu wa ubunge wa jimbo letu la Ngara namba tatu. Ni jembe letu la kazi naomba mheshimiwa, ni jembe letu la kazi sana wa Chama cha Mapinduzi ni kijani tupu ambaye tumemsamini tena mara ya pili ili aweze kukitumikia Chama cha Mapinduzi na kwa maendeleo yetu ya kata ya Kabanga. CCM oye! Hizo sasa ni jukumu letu wa kujua kwamba tarehe ishirini na tisa tunaenda kufanya nini? Tunatiki, tunatiki, tunatiki, tunatiki CCM oye! Akina mama ni waombe mjitokeze kwa wingi, kwa sababu mama zangu sisi ni jeshi kubwa. CCM oye! Baba zangu ni waombe tujitokeze kwa wingi, ili tuweze kwenda kukipigia kura chama cha mapinduzi kwa maendeleo yetu ya wapi? Maendeleo yetu ya Kabanga, kwa jimbo letu la Ngara na mkoa mzima na taifa zima. CCM oye! zangu ninawapenda sana. Tarehe ile ishirini na tisa kila mmoja, tarehe ishirini na nane uandae kitambulisho chako cha kupiga kura ili kusudi uende nacho pale sehemu ya kupiga kura. Wewe ukifika pale utaona nembo ya chama cha mapinduzi na mgombea wa chama cha mapinduzi. Wewe usiende sehemu yoyote, naenda utiki pale sisime, kuna vijana wetu wa au usajili wetu kuwapatia na ni vitambulisho vya wapiga kura, tuliwasajili kwa wingi. Ni waombe wazazi, tuweze kuhamasisha watoto wetu wa sekondari ambao wana umri ule wa kupiga kura, ili kusudi tuwaelekeze, ili kusudi waende kupiga kura, wakipigia chama cha mapinduzi kwa wagombea wetu kupitia tiketi ya CCM. CCM oye mimi naamini kwamba kwa yote, yule ambaye anajua CCM ilipomtoa, naamini kila mmoja atafanya hivyo kukipigia chama cha mapinduzi na mgombea wetu, ambaye wagombea wetu ambao tuliwadhamini mgombea unavyosema kwamba mkipitia chama cha mapinduzi, ninaomba mpigie, muthamini yule mgombea ambaye amethaminiwa, ili aweze kuwakilisha chama chetu, chama cha mapinduzi, kwa maendeleo yetu sisi. CCM oyee! Unanisikia tena mama, unanisikia tena simio watu kupitia tikiti ya Chama cha Mapinduzi. Si, sisi